Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za mchana huu wa leo, ambapo taarifa za hivi punde kutoka kaunti namba 46 zinaarifu kwamba bunge la kaunti ya Nyamira hii leo limemtimua gavana wa kaunti hiyo, Amos Nyaribo, kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi na uvunjaji wa sheria kwenye hoja iliyowasilishwa hapo awali na mwakilishi wadi wa Banyamatuta Julius Matwere. Gavana Nyaribo ametimuliwa na mamca 23 kati ya 31, ambao walikuwa wanaunga mkono hoja hiyo. 19 walihudhuria kikao hicho na cha kumwondoa gavana Amos Nyaribo na wanne wakasusia kikao hicho. Kwa hivyo kwa sasa gavana Nyaribo ameondolewa mamlakani. Hizi ndio taarifa za hivi punde kutoka kaunti namba 46. Kwingineko, wizara ya usalama kwa ushirikiano na umoja wa Ulaya pamoja na baraza la Ulaya inaongoza kongamano la tatu la Afrika kuhusu uhalifu wa mitandaoni hapa Nairobi. Bara la Afrika limetakiwa kubuni sheria mpya za kudhibiti masuala ya kimitandao yanayoendana na matakwa ya kimataifa kutokana na kuongezeka kwa uhalifu mitandaoni.

Tuelekee kaunti namba 40 ambapo idara ya usalama katika eneo bunge la Butula huko Busia imepiga marufuku disko matanga na kuahidi kukabilia